Kwa majina naitwa Sakina Issa Risasi, ni mama na mwananchi wa kawaida Mimi ni mama ambaye napitia changamoto ya kudhulumiwa kupitia njia ya mahakama. Nasema kudhulumiwa kupitia njia ya mahakama kwa sababu nilikuwa na mtu ambaye nilikuwa naishi naye kama mume wangu, lakini huyo mwanamume alinikuta na nyumba yangu na alinikuta na kila kitu ndani. Na alipokuja kwangu, aliniambia kwamba alishaachana na mke wake wa kwanza, akaja kwenye maisha yangu nikampokea kama mume nikijua ni mwenzangu, lakini kumbe mwenzangu alikuwa na malengo tofauti. Baada ya muda mfupi nilianza kuona mabadiliko, ikiwemo kunitafutia watu wa wakuniteka ili wanidhuru kwa lengo la yeye kuja kuwa mmiliki wakili nilichokuwa na miliki mimi. Na baada ya matukio haya kushindikana mwishowe alikuja kuondoka wakati mimi nikiwa naumwa. Kwanza alininywesha sumu, alishanisha sumu, na kafika makamani, yeye ndo alienda kusema kwamba nilikunywa nilikunywa sumu mwenyewe, lakini si kweli, yeye ndo alikuwa ameniwekea sumu ambayo iliathiri mpaka viungo vyangu vya mwili, kiwepo bandama. Baada ya muda yakuja kubaini kile alichokuwa nakifanya zidi yangu, yule bwana nilibidi nimwambie tu bora tuachane, na akakataa. Lakini baadaye nilipokuwa niko kwenye changamoto za matibabu, baada ya kuona naumwa sana kwa muda mrefu, yule bwana aliondoka na kunitelekeza, kisha akachukua kila kitu changu, ikiwepo aseti zangu za biashara, maana nilikuwa na biashara nafanya. Aliuza kila kitu, nilikuwa na vifaa vyangu vya kazi, maana cherehani kumi na mbili pamoja na vifaa vingine vinavyohusiana na hivyo akaondoka navyo na wakati huo tayari nilikuwa nina mkopo benki ambao nilitakiwa kuulipa. Na ndipo kipindi cha nyuma alipokuwa akija nikimuuliza ameshapeleka marejesho, alikuwa ananijibu ndio umepeleka. Nikimuuliza payslip anambia nimeacha dukani, kila nikimuuliza anambia nimeacha dukani, lakini matokeo yake na siku ilifika walikuja watu wa benki na kuniuliza, mbona huleti marejesho, na tumejaribu kumfata mume wako, mwanaume wako dukani, akasema wewe chana muda mrefu, na mlishachana muda mrefu na hahusiki na chochote kuhusiana na hili. Na kweli walipokuja hali walikuta naye, waliniongezea muda wa miezi miwili, na baada ya yule mwanaume kurudi jioni nilimpa zile taarifa, ndipo siku ya pili alipoondoka na hakurudi tena, na baadaye nililazimika kuuza eneo langu ili kuweza ku clear ile deni la benki na mimi niweze kuendelea na matibabu. Baada ya hapo baada ya kuona sasa ile deni la benki limeshaisha na mimi nimehangaika na matibabu mpaka nikafikia hatua kutolewa bandama na nilipopata nafuu alirudi akaniambia, sasa unajua yale nilifanya ni makosa kibinadamu, naomba unisamehe na turudiane. Nilipomwambia siwezi kufanya yale akaniambia, haa, unaringa na hiki nyumba sasa hivi, basi nitakukomesha nitakisha mpaka unahama mjini. Badala nilichukulia ni kauli za kawaida, lakini baada ya muda mfupi nililetewa barua kutoka baraza la kata nikiitwa kwamba mimi na yule tulikuwa ni mke na mume na nilimfukuza nyumbani, lakini ukweli haukuwa hivyo. Na nilipojaribu kujielezea baraza la kata, hawakunipa nafasi ya kunisikiliza, badala yake nilikuwa natukanwa, kutishiwa na kukejeliwa. Baada ya hapo wakaniambia wananipa siku mbili, wanakuja kufanya tathmini. Baada ya kusema hivyo, nilikabidi niende polisi, ambao ni stakishari, nikaenda kutoa taarifa. Taarifa stakishari wakaniambia nabidi uende mahakama ya mwanzo ili upate barua kwa ajili ya kwenda kwa. Na kweli nilifanya hivyo nikawapelekea barua ya zuio. Baada ya yo, hapo hawakuja kutekeleza huo urasimishaji uthaminishaji. Lakini baada ya muda mfupi nilitoa summons kutoka mahakama ya wilaya ya Ilala mwaka elfu mbili na kumi na tatu na nilitika wito na nikahudhuria mahakamani, lakini baada ya muda ile kesi ilikwenda, nakumbuka ilikuwa elfu mbili na kumi na tatu mpaka elfu mbili na kumi na nne mwezi wa elfu mbili na kumi na tano mwezi wa tisa tarehe kumi na tano ilitupwa, baada ya hakimu kugundua ile kesi kwamba ilikuwa ni ya kutengenezwa akawa ameitupa. Lakini wale wa, yule bwana na watu wake wakajipanga wakairudisha ile kesi tena mwaka huo huo 2015 mwezi wa 12. Baada ya hapo niliitwa mahakamani na niliitika. Baada ya hapo kesi ilianza ikawa nikienda mahakamani inaahirishwa inaahirishwa inaahirishwa inaahirishwa, lakini mara ya mwisho akaja kaniambia, inabidi wewe uombe mahakama kwamba mkalizungumzie nyumbani, nikaambia mimi sina cha kuzungumza na huyu bwana kwa sababu hiko wanachokitaka si chake, amenikuta nacho, lakini baada ya hivyo baada ya hapo akaniambia, sawa basi, yeye ndio itabidi afanye hivyo. Lakini siku ambayo nilikwenda mahakamani kwa lengo la kupokea hiyo huo, hiyo barua ya kwamba hiyo kesi ikazungumzwe kifamilia na koti, mimi sikuwa na cha kuzungumza naye, matokeo yake nilichoambiwa mahakamani, yeye ni mjinga, huna akili, mwanamke mpumbavu. Kwa hiyo kesi faili limekaa muda mrefu, kuanzia sasa faili linafungwa na mje tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili kwa ajili ya kuja kuchukua nakala ya hukumu kuja kuchukua hukumu. Na kweli tulirudi na hukumu ilipotoka, iliamrishwa tugawane asilimia hamsini kwa hamsini. Na baada ya hapo kulikuwa na wakili ambao alikuwa anasimamia, nilipojaribu kumwelesha hii imekwendaje, mbwana mimi sielewi, akaniambia amna shida, tutakata rufaa. Kweli akasema nimeshaandika barua ya kukata rufaa. Baada ya hapo akanikabidhi mimi sasa ndo aniambie nieno afuatilie nakala ya hukumu. Nije kufuatilia nakala ya hukumu kuanzia mwezi wa 12 mpaka nakuja kuipata ni mwezi wa 5 2018. Nilipompelekea nikamwambia mbona ametuchelesha sasa tuko nje ya muda. Akaniambia hamna shida tayari tulishaandika barua ya kusudia kukata rufaa. Kwa hiyo hili halitaleta shida. Lakini baadaye akaja akayuka akaniambia inabidi tuatafute sababu ya kuiambia mahakama kwa nini tumechelewesha kukata ku, tuombe kuongezewa muda wa kukata rufaa. Baada ya kufanya vile, mimi nikamwambia sababu zinaeleweka ni kwamba wamechelewesha kupata nakala. Kumbe ananiambia hapana, hatuwezi kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo ni kama kuidhalilisha mahakama na kunigombanisha, utagombanisha na mahakimu, mimi nitajua cha kufanya kweli. Baada ya hapo, alichukua kopi ya kitambulisho changu cha ya bima ya afya alichofanya alikwenda kutengeneza vyeti sehemu ambayo anaijua mwenyewe, na baada ya hapo akapeleka sababu hizo mahakamani. Lakini siku tulivyokwenda mahakamani nilishangazwa na kile ambacho nilikutana nacho, taarifa ambazo zilikuwa haziendani na uhalisia. Hata hiyo hospitali ambayo ilikuwa imeandikwa si sijawahi hata kwenda, lakini nilipojaribu kuhoji hakuwa na la kuniambia, akaniambia wewe subiri, usijali. Matokeo yake ile ukunani rufaa ikatupwa na nilipojaribu kumuuliza, akaniambia hamna shida, tutajua cha kufanya. Baada ya hapo nili kwa, kweli, kwa ile, ile ile hukumu nilipata mshtuko, nikawa nika nimepata stroke, nikawa naumwa, nikabidi nitoke hapo, kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniangalia, nikaenda Dodoma, lakini wakati huo nilikuwa nikimuuliza nini kinaendelea, akaniambia hamna shida, tuta n... naendelea na kila kitu nilivyo... nipo kati, niko Dodoma, mwaka 2020 niletewa samas simu kwamba kama simekuja nyumbani natakiwa mahakamani kwa ajili ya kwenda kukaziwa hukumu. Kweli nilirudi nikaitika wito, nikaenda. Nilipomfuata yule bwana, kabla sijaenda mahakamani, kwamba kuna barua hii imeletwa, kaniambia faili lako ili hapo, mimi sitaki tena kushughulikia hiyo kesi yako. Kwa hiyo akawa amejitoa, nikawa sina namna. Nikajaribu kuomba misaada sehemu tofauti tofauti, lakini sehemu zote sikufanikiwa na ni kweli ni kwamba nimepitia manyanyaso mengi, nimepitia maneno mengi ya kejeli, nimepitia vitu vingi mahakamani, lakini yote kwa yote niwezekana kwa kutokujua kwangu sheria au kwa kuto kuelewa au wale ambao walikuwa wakinisimamia, wakinisimamia walikuwa hawana uaminifu dhidi yangu. Kwa hiyo kwa kifupi, ninasema naomba msaada kwa viongozi wangu wa nchi yakiwepo waziri wa ardhi, waziri wa man, wanawake maendeleo ya jamii, rais na, na viongozi wengine wote ambao wana nafasi ya kuweza kunisikiliza na kunisaidia. Msaada wangu mkubwa ninachoomba kuiokoa aseti yangu, ninadhulumiwa kwa asilimia mia moja, ninadhulumiwa ninadhulumiwa kwa sababu nina vielelezo vyote na ushahidi wote ambao unaonyesha hii asset ni yangu, na huyo mtu hakuonyesha hata kielelezo chochote mahakamani kama aliwahi kushare na mimi. Naomba msaada, niko kwenye hatua ya mwisho, iko kwenye hatua ya utekelezaji, wakati wowote wa naweza nikatolewa ndani na nyumba yangu ikauzwa, na hiko ndicho kilicho kinachopangwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo, nimesha jaribu sana sana kuomba msaada kwa ba, kwa kisheria lakini naona nimeshakwama, sina sisaidiki. Kwa hiyo naomba viongozi wangu, ninawaomba mimi, ni mwanamke dhaifu, sijui chochote kuhusu sheria, sina chochote lakini nadhulumiwa kwa sababu ya unyonge wangu, ninaomba msaada wenu. Kitu kikubwa ambacho natamani waziri au kiongozi yoyote wa nchi akifanye kwanza ni kufuatilia na kupata ukweli kuhusu wa hiki kinacho kilichoamuliwa. Pili, msaada wa pili ni naomba msaada waziri aweze kunisaidia niweze kupata haki yangu kwa sababu ninadhulumiwa. Ninachowashauri kwanza, wanawake wengi tunapitia changamoto haswa za kudhulumiwa za kunyanyaswa kwenye ndoa kwa sababu ya kutokujua kwetu sheria. Kwa hiyo nafasi hiyo watu wengi wanaitumia kwa ajili ya kututumia sisi kama kujipatia kipato, kwa sababu hatujui sheria, hatujui pakwenda, hatujui pakukimbilia. Kwayo, kwa hiyo kwa udhaifu huo wanawake wa, watu wengi wanatumia hasa haswa wakiwepo wana, baadhi ya wanasheria wakiwepo baadhi ya watu wanatumia udhaifu huo kutunyanyasa na kutuzulumu haki zetu. Najua kuna hili, hili kuna wanawake wengi sana wanapitia, wanawake wengi sana wanapitia. Wakati mwingine tunakosa pa kusemea, tunakosa pa kwenda kuelezea shida zetu, hatuna sehemu ya kwenda kupazia sauti. Tunatamani kuwe na jukwaa maalumu la wanawake kueleza changamoto tunazopitia. Kiukweli kuna wanawake wengi wengi wengi sana wanateseka wananyanyasika wanadhulumiwa, wana watu wanawatumia kwa ajili ya kujinufaisha wao. Na ushauri wangu kwa taasisi zote zinazo zinazojihusisha na kusaidia wanawake kiukweli, watoke watoke na wawafuate wanawake kwenye maeneo yao husika. Wanawake wengi wapo, wana changamoto lakini wanashindwa kufikiwa kwa sababu wao wenyewe wanashindwa kupafikia hapo lakini mi naomba wana taasisi zote ambazo zinajihusisha na kusaidia wanawake na za kisheria, zitoke zianzisha makongamano, zitembelee mitaani, zitembelee wilayani, mikoani, kuna wanawake wengi, ili waweze kuwafikia wanawake kwa urahisi, ili wanawake watoe changamoto zao na waweze wakuwasaidia ipasavyo, na sizibaki kuwa tu ni kama taasisi zinaonekana zinasaidia wanawake, lakini ukweli wanawake wengi hawafikiwi na hizo taasisi.